Naam, ebwana, leo Mange Kimambi ameendelea kumwandama bibiye Zuhura Zuchu kupitia ukurasa wake wa Instagram bwana, katika page yake pale ukipita utakutana na nini? elfu hamsini kushuka huko chini hupati. Sasa namna hii na hii hapa ni pure gold Philippa tech eh, na gharama yake ndio hiyo, ninaanzia milioni mia na au vibwana eh, ni kitu cha kawaida tu eh. Yani hizi hiyo ni kitu cha kawaida lakini, unaweza ka ukashangaa, ila ndo hivyo mambo yalivyo sasa. Basi hii saa kama ni original, it means kwamba gharama yake ndo hiyo niliyokutajia, inaanzia dola 80 na kuendelea. Sasa hii ni saa ambayo Zuchu alimnunulia Diamond mwezi Februari mwaka uliopita, ambapo Mange ameiposti hiyo video na akaandika ujumbe wake hapa chini. Hivi ameandika kwamba jamani, ndoa zimekuwa ngumu mno siku hizi, wanaume wamekuwa wabishi kuoa, inabidi tuwape zawadi ndoa tuoe Kinganga amenunulia zawadi am, Kinganga ananunua zawadi ananunua mpaka zawadi nyie nalia. Akaendelea kwamba hapa, alafu naombeni mkagugo bei ya hiyo brandi ya hiyo saa eh, mtakaa chini. Hizi ni saa tena za madini ya goldi wanavaa wakina JZ na Waarabu wa Dubai huko. Sasa Kinganga hata aimbe mziki miaka hamsini, hela ya kununua hiyo saa Eh, hiyo saa hawezi kupata. Siwezi kusema ni mdosho au famba, maana sina noleji ya saa feki, maana mimi sio mtu wa saa, ila zile peji za kuumbua saa feki dakika mbili tu wangeisha konfem kwamba hii ni famba. Mimi sina saa hata moja, hata saa chipu sina, maana sina interesti na saa, so nitakaa kimya, ila kwa bei tu ya hizi saa Naweza kubeti benki akaunti yangu yote kuwa ni famba, ila Diamond mjanja kinoma, hajazumu uso wa saa hiyo, ili peji zile za saa zikaja zikagundua kwamba hii saa, wakaikagua vizuri. Afu akaendelea hapa Mange kusema kwamba eti dai awe na Patek Philippe ya ukweli tena ya madini ya gold, alafu asifanye, revenge, asifanye asifanye revenge vile peji za saa zinavyompostigi kuwa anavaaga saa feki, alafu eventually apate, u, apate uwezo wa kuwa na pateki ya madini then asiposti vizuri, ili ionekane we, hakuna kitu kama hicho. hii saa ingekuwa ya kweli ingeisha postiwa mpaka kwenye peji za Wasafi, ili mradi tu tupate adabu. Hiyo saa bwana ingefanyiwa promosheni, utasema imetoa albamu. Sio, si hivyo tu wanafichaficha hawataki kuizumu. Hawa ni wajanja eh, wanajua kabisa kwamba wale wa fake watch bastards wangeishaitoa kasoro. Kwa hiyo hapo kwa kifupi ni kwamba eh, Mange ame expose tu kwamba Zuchu amemnunulia mpaka saa Diamond, ni mradi tu kubembeleza aolewe, lakini pia vilevile vile akasema kwamba hiyo saa kama kweli ni Patek, ni Patek Philippe au Philippe Patek basi ingekuwa original, wangeizumu ili watu waone details, lakini kama Diamond hajaizumu inamaana kwamba hii saa siyo original, umeona bwana. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo Mange bwana amejitahidi hapa ku expose Diamond kwamba kama saa ingekuwa ni original, maake hizi saa ni za milioni 100 mia, mia moja, na, um, hamsini, mia moja na tisini, ndo saa za bei hiyo, yani hizi Patek Philippe ikiwa original ya gold Bei yake ndo hiyo milioni mia hamsini. Unaweza ukahisi kama vile ni uongo, lakini hivyo ndivyo mambo yalivyo, umeona bwana. Kwa hiyo sio saa ya kitoto. Sasa je, Zuchu anaweza kweli akamnunulia saa Diamond ya milioni mia na hamsini? Ndo maana Mangi hapa amekuja kusema kwamba ni uongo, hii saa itakuwa ni fake. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia vilevile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.